Ukweli mchungu ambao hutakiwi kusahau. Maisha si hadithi ya kufurahisha kila siku. Kuna mambo ambayo wengi hatupendi kusikia, lakini ndiyo yanayotufungua macho. Ukweli mchungu ni huu, kila mtu anapigania maisha yake, na ukiteleza wengi hawatakusaidia wataangalia tu. Moja, unapokuwa na kitu unaonekana na wengi. Ukiwa na pesa, nafasi au hata mafanikio madogo tu, kila mtu anaonekana kukuheshimu lakini ukishapoteza, ukiporomoka au ukifilisika, watu hao hao hukutazama kana kwamba hawakuwahi kukujua. Hapo ndipo mtu hujifunza kuwa heshima nyingi za dunia hii hufuata hali yako, si utu wako. Mbili, machozi yako hayana thamani kwa wengi. Unaweza kulia, ukaumizwa, ukajeruhiwa ndani, lakini dunia haitasimama. Wengine watafurahia, wengine watakupuuza, na wachache sana ndio watakao kushika mkono lakini hata hawa wachache huwezi kuwategemea milele. Ni lazima ujifundishe kufuta machozi yako mwenyewe. Tatu, mapenzi si ya milele kama tunavyodanganyana. Wengi husema nitakupenda daima, lakini ukweli mchungu ni kwamba watu hubadilika na mioyo hugeuka. Leo unaweza kuwa kipaumbele, kesho ukawa chaguo la mwisho, na kama hutajua thamani yako, unaweza kuishi ukilia juu ya mtu ambaye alishakuacha moyoni muda mrefu. Nne, si kila anayetabasamu anakutakia mema. Ukweli mchungu ni kwamba tabasamu si ishara ya upendo. Wapo watu wanacheka na wewe mchana, lakini usiku wanaomba uharibikiwe. Wanaoshikana mikono na wewe mbele ya watu, lakini nyuma ya pazia wanachimba shimo lako. Tano, dunia haisubiri waliovunjika. Ukianguka, ukiishiwa nguvu au ukipoteza matumaini, dunia itaendelea kusonga. Hakuna atakayesimamisha maisha yake kwa sababu ya maumivu yako. Ndiyo maana kuwa jasiri ni lazima, si hiari. Hitimisho. Maisha ni magumu, ukweli wake ni mchungu na safari yake si rahisi. Lakini ni bora ujue mapema kuliko uishi kwenye ndoto ya uongo. Usiamini kila maneno matamu, usitegemee kila mtu na usiweke moyo wako mikononi mwa kila anayekutabasamia. Simama, jivute na ujifunze kupigana hata ukiwa peke yako. Kwa sababu mwisho wa siku wewe ndiye silaha yako kubwa.